Raisi wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Askofu Wolfgang Pisa amesema hali ya kiafya ya padri Charles Kitima, katibu mkuu wa baraza hilo, inaendelea vyema na atarejea katika majukumu yake hivi karibuni. Padri Kitima alishambuliwa Aprili 30 mwaka 2025 na na kitubutu kichwani alipokuwa kwenye ofisi za TEC Kurasini, Temeke, jijini Dar es Salaam na kulazwa katika hospitali ya Aga Khan. Padri Kitima anawashukuru kwa sala. Yeye anaendelea vizuri. Ni sala na matumaini yetu, akiendelea vile, atarudi kwenye majukumu yake hivi karibuni. Sisi tunaendelea kulaani kile kitendo cha aibu, kibaya na kiovu kilicholenga kukatisha maisha ya padri wetu Charles Kitima ambaye ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu akiwa katika makazi na makao makuu ya baraza. Katika utawala bora na wa sheria, wahalifu wale walipaswa wawe wameshafikishwa mahakamani mpaka sasa. Ni matumaini yetu uchunguzi hautachukua muda mrefu zaidi kabla ya wahusika kufikishwa mbele ya sheria ili kuwa na amani. Hakuna raia atakayependa kuwaona wahalifu kama wale uraiani, na hakuna raia ambao hawatapenda kuishi katika nchi yao katika amani, katika haki na katika ukweli, na wasingependa magenge kama yale yawe hatari kwetu sisi na kwa watu wengine, labda kwa wahusika pia, kama wao wafahamu pia makundi kama hayo. Kwa wale wanaoyazalisha makundi haya, pia ni hatari kwao. Sijui kama wanajua hilo. Itumisho, tuendelee kujiombea wenyewe kuiombea nchi yetu kuwa na mifumo na sheria nzuri ya kulinda raia, amani, haki, ukweli na demokrasia. Asanteni sana.